Halo, naitwa Theobald Sabi, mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC. Leo hii nazungumza ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya wateja, wiki ya huduma kwa wateja, mwezi wa huduma kwa wateja. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Mission Possible. Sisi kama NBC, mimi na wenzangu tumeendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba tunafanya maisha yako wewe mteja wetu yawe mepesi zaidi, marahisi zaidi, ili wewe uweze kutimiza ndoto zako, kutimiza lengo lako. Hiyo ndiyo tafsiri yetu ya Mission Possible, kwamba wewe mteja wetu uweze kutimiza malengo yako, uweze kutimiza mipango yako. Kwenye hili tumefanya mengi ikiwemo kuhakikisha kwamba huduma zetu zinakufikia kwa ukaribu zaidi kupitia matawi yetu yaliyosambaa nchi nzima ambayo tumeendelea kuongeza matawi mapya mwaka hadi mwaka. Lakini pia mtandao wetu wa mawakala umeendelea kuongezeka mwezi hadi mwezi. Lakini la tatu kwenye huduma zetu za kidijitali hasa NBC Kiganjani, NBC Lipanamba, uh, NBC Connect kwa makampuni pamoja na huduma zetu zingine nyingi sana, lengo ni kuhakikisha kwamba wewe, mteja wetu, hauhitaji kuacha shughuli zako za kiuchumi ama kuondoka nyumbani kwako ili kuifuata benki. Benki inakuwa karibu nawe kupitia mawakala, kupitia matawi yetu mapya na kupitia huduma zetu za kidijitali, ili maisha yako yawe mepesi zaidi. Kama ni mkopo, unaweza kuupata hivi sasa kupitia huduma yetu ya NBC Kiganjani, na hivyo uwezo wako wa kuyafikia malengo yako kwa haraka zaidi, kwa ufanisi zaidi, unaendelea kuongezeka. Na hilo ndilo kwetu la msingi kwenye kauli mbiu ya mwaka huu ya Mission Possible, na tutaendelea kufanya hivyo kuhakikisha kwamba huduma zetu zinakuwa ni huduma ambazo zinakuelewa wewe, mahitaji yako, na sisi kama benki tuchangie kuhakikisha kwamba wewe unaweza kuyafikia malengo yako. Asanteni sana, karibuni sana. NBC Mission Possible. NBC Daima karibu nawe.